Na maha, oh, Tanya. Ah, Tanya. Oh, hey. Salama, kwa hey. na opa, Ah na uh -huh. hmm. Ah Tamika habari? Salama. Naona familia? Mungu amikambaa gakaabaaaviiziao nanana mshukuru Mungu, kiukweli bana, hmm. ah, kiukweli bana sielewi, kwa sababu mpaka sasa sasa hivi bado niko njia panda imemtosha ama haijamtosha. Kwa nini? Kwa sababu hiyo shanga kwanza sasa hivi imeniletea kizaa za familia yangu. Yani eleweki. Ah, yani kweli, yani shanga imeniletea vurumai tu. Eh, kuna shida gani? Yani ni kwamba mm. Mimi ile shanga nili kama ulivoniuzia. Mm. Ni ulivoniuzia. Uh -huh. Nikawa nimeichukua lakini sasa. Sasa lengo si nilikuwa nipelekee mke mke wangu. Sasa, sikumpelekee kwa muda sahihi. Nikakaa nimeweka ni mfukoni. Mfukoni mke wangu akachukua nguo akawa nafua. Katika kuchukua zile nguo za kufua na kusachisachi, ndo akakuta nini? Ile shanga, ndo ugomvi ukaamka. Anielewi, namwambia hizo shanga bana nilipewa ni na Masai nanii, nimenua kwa Masai ili nikuletee wewe. Anielewi, katukatu mpaka hivi unavyoona. Na wenyewe hawa ndo naenda zetu nyumbani huko, naenda mwandikia talaka. Talaka. hmm. Talaka kwa sababu gani? sababu si hiyo shanga? Shanga. Eh. Shanga bana nimekusia mimi wanachokiamini wao ni mimi tu kuwa ya sasa ni, njandoa, eh, sasa. Kosa, kosa, kosa tu hilo dogo ambalo yeye hata anashindwa kuniamini kwamba meniuzia shanga haya. Unajua rafiki, sasa kwa, sasa hivi hmm, mambo imekuwa mbaya hmm, kwa sababu wanawake hawatumii akili ah, kipofu Naelewa. Sasa wewe cha kufanya kama yeye ametaka taraka, mm, kampatie kwa sababu kama kosa kidogo hiyo anataka taraka. Ah, rafiki. Lakini wewe fanya hivi, kapatie taraka. Hamna shida. Yaani unajua mimi sielewi kabisa. Sasa ndo unani kaivunja ndoa ndo naenda kutoa talaka. Kwa hiyo Shanga sasa ile imeleta shida ya talaka. Eh. Yeah. Uh,

hivi ni mwana alivochachamaa, vile alivyo mkali kama mbogo, kachachama kama moto, amamto uliweza shoga angu. Hapa nimekaa hapa, najikaza tu kwa ajili, tulikuwa tunakuja ila huku, ila shoga, ombea wote, mmeisha taraka kila kitu taraka. Mimi Ngota bin Mzigi, wewe hakuna cha lakini, naomba unyamaze wewe. Naomba uniache nimalize kuandika talaka yangu, sawa? Umeidai talaka na hii ndio talaka. Naandika nini hapo? Talaka ulitaka nini? Na hii ni nini? Mungus, naomba sasa unyamaze lakini mume wangu nilikuwa sijajua ukweli wote. Leo nimeweza kujua ukweli uliokuwepo. Nisamee mume wangu, siwezi kurudia. Nimejifunza kutokana na makosa. Nyamaza! Ukweli gani no, unataka? Umeshindwa. No, yaani unamsikiliza una, una, una, una, una masai yule, unaacha kunisikiliza mimi tunaekaa wote ndani. Tunaishi wote. Unamsikiliza na baba yake hata Kiswahili. Oh, nane? Si nimekupatia ile shanga? Sijui mimi nani. Ndio unamsikiliza yule. Wewe, naomba nyamaza niandike talaka yangu vizuri hapa.

Kuna unachontaka Tami binti Ngova, talaka tatu nampatia. Sijashawishiwa na mtu yeyote kutoa talaka hii. Mungu, siandike talaka, nisamehe. Haya, niandike talaka, niandike nini? ulichokifuata hapa shanga, naandika kwa mikono yangu pia. tutapokutana kokote kama kwenye daladala unashuka, napanda mimi. Nauli unalipia wewe. Wewe Tami, we tukikutana, unakula unachokula, unaacha subutu, nakula mimi subutu. hmm. <laughs> Unyamaza wewe, falasi sokosamkia Ukiwa chooni, unatoka na ingia mimi, hata kama ulikuwa ndo unashusha. Hmm. Nikipata na tumbo la kuhala, Mama. Uhale wewe. Hmm. Hmm. Shemeji wa mchongo. Ulitaka nini Tami? Uf. Shemeji wa mchongo. Sheme wa mchongo? Shemeji. Uliku mataka nini shemejiaakai wewe, ulidai talaka na talaka inapokelewa mikononi, shika Ha. Mabegi ulishabeba, vilago ulisha. Hapo ulisha... apo liacha shanga tu, nitaendelea nayo sawa. Mama zenu ko nomba mwende, waone zilivyowashuka. Nenda banata angalia, angali, usio matatizo ukanisababisha matatizo mi bure Wenye kwenu hao hmm. Kwa elini ukifika, uwasalimie. Oh, usiniangalie unatumbulia macho nini? E, ulichokiacha nini? Oh, taraka. Tamika, omba taraka ngo takatoa taraka. Oh, taraka. Oh. Yani mimi nimefikiria kufanya, naona kila nitakaofikiria haliendi kama ninavyotaka. Bwana shemeji, ndo huwa atowaka kesha iandika Haya, hicho kiumbe tunafanyaje? Yaani kwanza mimi nikifikiria na kiherehere ndicho kwepo nacho, sijui hata huu usangu nitaenda kuweka wapi. Tunafanyaje? Yaani kinachoniumiza kichwa tu ni hicho kiumbe, tunakifanyaje? Hapa moja ikai, mbili yaisimami, wala hata tuaichezi. Hapa nilipo yaani nipo nipo tu yaani duniani sipo, ahela uko sipo, kuzimu wenyewe. Naulizwa kwamba nitafika saa ngapi? maana nilimenishuka shuu, nimelegea hmm. Mshenga sasa he he. Kanishushua huyo mama, kanitoa baru nikabaki eh, nimeinamia chini na kwambia uso mdogo ka kidonge cha pilton sasa watu <laughs> hmm. ha. haina jinsi tumesha litafuta mwana kulifaindi mwana kuligeti, ndio tushapata cha kufanya tu. Haina jinsi, tumsubilia tu mtoto tumlee, maisha mengine yaendelee, yaani Wanasema kwamba apewi pole mwenye kilanga zaidi atazodolewa. <laughs> Hey, ule msemo sasa ndo nauelewa. Yaani ninauelewa, nauelewa, ila nikwambie kitu udogo. Yaani hapa cha msingi nilichoamua mimi, bwana yule simwambii chochote kuhusu mimba. Hey, usipomwambia unamkomoa. Unamkomoa nani tena? Hakuna nimemkomoa kwa sababu gani unajua? Hasa msamaha nimeshamuomba. Mm? Nimepiga magoti mimi pale kama niko kanisani baada ya kwanza, ile ni saa kwanza ya Jumapili atoa vifaji. Hajanielewa. Nimezikili mimi, ilikuwa bado kidogo nende nikaombe msamaha huku ninazikili nikiwa uchi labda ndo angenielewa, lakini bwana yule hasiki wala ambiliki. Kwa hapo cha msingi mimi simwambi chochote. Nitalea mimba. Tazaa mtoto, haya. Atakapoona, labda akafanana naye, atamkubali. Akiona ajafanana naye, atajua mwenyewe. Maana kama kulikoroga, tushalikoroga sasa, tulinywe. Ndugu yangu, sasa ni hamna tena chakufanya. La msingi ni basi tusubiri huyo mtoto, tumlee basi.